Kwa kumalizia, kuna jamaa mmoja alikwenda msikitini kila siku anakera. Eh bwana, naomba dua, anamwambia imam, niombe dua. Nataka nini? Nataka mtoto. Imam akasema alhamdulillah, naomba dua jamani, mwenzetu anataka mtoto, hajapata mtoto. Ukafika muda mkubwa, jamani, ongezeni ile dua, mtoto sijapata. Ah, imam akasema hebu ah, kaa. Jamani, yule mtu alokuwa hajapata mtoto mpaka leo tunazidi kumwombea, lakini imebidi leo tumuulize huyu mkewe hata dalili ya mimba hajapata. E bwana, hebu tukuulize, kwanza una wake wangapi? au ushaoa kwani wewe? Anasema besi na mke ah. Sasa wa, anawashughulisha watu ah. Sasa huyu mtoto utampata kwenye ukuta ah. kila kitu kina sababu yake bwana ah, kumtihani huyu bwana Wapo watu wanajidai design kama hizi. Kila kitu kina sababu yake, kwa hivyo inshallah. Na wale wanajidai swala, swala wasijidai, wengine wanajulikana bwana, kama wanga kabisa. Kuna safari moja, kuna bwana mmoja alichelewa msikitini. Me hupenda kuongeza vitu kidogo ili tukae sawa hey. Alichelewa msikitini Kuchelewa kwenyewe yani kachelewa kachelewa, eh, kawahi kuamka kenda mapema msikitini, sawa, amechelewa hakuzipata hizo time za uhakika, maana kenda mapema ndo kuchelewa kwenyewe, maana yo muda wenyewe vile vile, unaweza ukasema kachelewa, maana kachelewa zile time za msikitini hazikupatikana, maana kenda mapema. Vile vile unaweza kurejesha Kiswahili huku, unaweza kufahamu hapo, utakoshani fahamu eh? kenda mapema da kiasi cha saa tisa ndo anakwenda, kwenda msikiti umefungwa na taimu hana, yule vijijini akona cht. bora msubiri, subiri, pengine hapa msikiti utafunguliwa sasa hivi, akasubiri subiri mpaka ikafika saa kumi, saa kumi analikuta jibwa ninakuja ninatikisha mkia ile bana, akaanajitizamia tu ile ngondo anaangalia jibwa linafukua chini likatoa mfuko wa plastiki ndani, mna kanzu. Akaona, huyu eh, jibwa leo anataka kuvaa kanzu. Akafungua akavaa kanzu, ndo katika ule mtindo wa kutaka kuvaa kanzu, akageuka mwanadamu, akavaa kanzu halafu akamfahamu aka, aka kwamba huyu ni mhadimu wetu wa msikitini na ufunguo wake, akende akafungua msikiti kwa sababu huko nakuwa anajua mimi sijaonekana. Kumbe kuna mtu kamfeli katulia ndio wewe bwana. Akafungua msikiti, kufungua msikiti. Akaingia akavuta mike. Ye nalaniwa. Sala. Nalaniwa. Ah. Sasa yule bwana akaingia ndani anasema haya mambo anolaani kwanza nani huyu? Yeye kajigeuza mbwa. Wenzio anaambia kwa kulala, wanalaaniwa. Leo a ah, leo mimi huyu jamaa simwachi huyu na mtafuta te mingi udoro ninakulani ah, eh. <laughs> Weye mwenye mbwa roho ni mwake ulijama ah. Ikabidi huku na huku swala tayari, wahudumu wale, wakati mwingine yatokezea imamu hayupo, na yule bwana kidogo kasoma wanga amesoma mziemaanambumbumu eh. Wengine amesoma hasa wengine wanasondomana. Ukamkuta wakati mwingine mtu anaweza kusomesha kitabu kafumba macho hivi, si kwamba labda ndo ana elimu kubwa na majini yule, sasa anafumba macho. Wengine wapo wenye elimu kama hiyo, lakini anakuambia wewe, funua tu, mimi nitakwambia mm -hmm, sema hapo, mm hapo panasema hivi. Hafunui macho huyo, anatumia mazingara. Wengine hupandisha majini yao, ndo waka wanaendelea kufanya habari zao. Sasa eh, yule bwana kafika, muda imamu hajahaja akasubiriwa, time zake. Jamani, imamu ana time zao, sio kavamia tu kibla, ukavamia kibla tu, wana time zao zikitizama. Zimezidi tena ndo watu wanasema tusalini, anatafuta imamu msaidizi. Hayupo yoyote, anaweza kuswalisha ataswalisha, mwenye sifa. Lakini sio na fulana lako la Manchester unatuingilia huku mbele, unapenda mpira kuliko Mungu tone kia umu kidogo kidogo awe kidogo, anajitahidi tahidi na mambo sio atupige chaka chuo huko. Basi kwa kutokana na hali akaendesha swala. Yule jamaa anaitwa mbwa yule, alikuwa mbwa yule lal... aloadhini yule mbwa, lakini alipoadhini alikuwa mtu, hakuwa mbwa. Sasa jamaa akasema yuko ana jamaa safu, sawa, atakuendesha swala sasa awasafirishe wenzio kwenye ibada, awape raha. Haya, urisau safu, safu bwana, ikiwa imekaa vizuri, Mwenyezi Mungu ndio atakubalia ibada yetu. Tufungamane tugusane vizuri, vizuri. Na hili ndio tatizo sasa hivi watu kwenye swafu, ili watu wengi imekuwa swafu sasa hivi zinaachana. Hili tatizo kubwa sana misikitini, sijui kuna nini, ndio maana hatupendani. Safu bwana, mtu anaacha sana nafasi hivi. Jamani, tujitahidini, hebu tukaze hasa hizi swafu hebu kwa kwanza tatizo hili tuliweze tukaziazaili tukazi safu tukazi tukaziaza makini. Leo nitaona mfano hapa, tukimaliza tukianza swala hapa, tuone tunavyoshikamana, lakini mtu anaacha nafasi pale, mtu anaingia mwingine, inaanzishwa safu nyingine. Ni kosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema mbora wenu yule ambaye atakaye ikazisha safu ikawa vizuri. Njoo ingie kule, utalia na jusu la tena mwingine anaweza kudhubutu, kama bado kuswali ataweza kwambia tumejenga msikiti mpaka wa ghorofa kaka ijuu huko Tani, wewe hii nyumba yako, tufuate utaratibu bwana. Na muda mkubwa, imamu wakati mwingine anatakiwa apige angalia, safu zake zile, anapiga ripoti, anaangalia, anapita ya kwanza, ya pili. Tukifanya hivyo tutaona utumwasi. Akae imamu, aanze safu ya kwanza, aitizame iko salama, aitizame ya pili iko salama, angalau afike ya tatu. Tusijue kama hata ya nne atafika. Watu wamaki, bwana wewe swalisha, bwana wewe, natufanya kama tuko arabuni. <laughs> Maana watu, rafiki yangu, majahili humu.